Chama kikuu cha ushirika cha mkoa wa Ruvuma SONAMCU kimegawa tani elfu kumi za mbegu za zao la mbaazi kwa wakulima wa wilaya ya Namtumbo kwa lengo la kuongeza uzalishaji na kukuza kipato cha wakulima. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa zoezi hilo, mkuu wa wilaya ya Namtumbo Bi Ngollo Malenya amewataka viongozi wa vyama vya msingi na AMCOS kuhakikisha mbegu hizo zinawafikia wakulima waliolengwa, huku akisisitiza kuwa serikali ya awamu ya sita, inaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, inaendelea kuweka mazingira ya wezeshi kwa wakulima ili kukuza uchumi wa halmashauri na mwananchi mmoja mmoja. Leo serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan e, imetoa tani kumi kwa ajili ya wakulima wa mbaazi wa leo tutagawa tani kumi ambazo ni mbaazi, mbegu za mbaazi bure. Lakini pia wiki iliyopita tulitoa tani tatu za mbegu za ufuta, tuligawa kwa wakulima. Sasa leo niombe sana kwa wawakilishi waliofika hapa kwenye zoezi hili la ugawaji wa mbegu za mbaazi, wenye viti pamoja na makatibu walioko hapa, hakikisheni mnafikisha mbegu hizo kwenye vyama vya AMCOS na tuna vyama thelathini sita vya AMCOS ambavyo viko chini ya SONAMCU. Kwa hiyo wakulima wote hakikisheni mnapata hizo mbegu, lakini niweze kusisitiza na kutoa maagizo, wenyeviti wote wa vijiji pamoja na watendaji, hakikisheni wakulima wanapata mbegu hizo bora kwa ajili ya kilimo chenye tija, lakini vile vile kuongeza uzalishaji Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alisema mbaazi sio chakula tu, lakini mbaazi pia ni zao la biashara. Igu hizi tani kumi tunatarajia kuzisambaza katika vyama hivi ba sita ambavyo wakulima katika maeneo hayo wanatarajia kuzalisha kwenye eneo la ukubwa wa ekari mia mbili kwa hivyo zotani kumi zitaweza kukava eneo la ekari mia mbili Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa mkulima ambaye atalima kila mkulima ekari moja moja kwa hiyo wakulima elfu mbili ndio watafikiwa na mbegu hizo. Kwa upande wake meneja wa SONAMCU Juma Mwanga amesema ugawaji wa mbegu hizo ni utekelezaji wa agizo la Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan na kwamba mbegu hizo zitaongeza uzalishaji wa zao la mbaazi. Kwa kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais ambayo aliyatoa katika viwanja vya Ikulu Chamwino tarehe 10 mwezi wa 8, 2023 Mheshimiwa Rais alielekeza kwamba Uh, hivi vyama vya ushirika nchini vinatakiwa vitoe faida wanaoipata katika wale ambao wanawazalishia kwa maana wakulima. Katika halmashauri ya wilaya ya Namtumbo tumetoa mbegu tani kumi ma, Songea, Madaba na Mbinga tumetoa mbegu tani sita Uh, ununuzi wa mbegu unachagiza, utachagiza uh, maendeleo ya uzalishaji kwa msimu wa ishirini na tano ishirini na sita kwa sababu kwa msimu huu jumla tani kilo milioni kumi na sita za mbaazi zimeweza kuuzwa katika halmashauri ya Namtumbo. Kwa hiyo kutokana na mbegu hizi zilizozigawa leo za tani kumi tunakadiria kuuza mbegu tani zaidi ya elfu arobaini kwa msimu wa 25 26. Hii tupo katika kuhakikisha tunainua na kuboresha maendeleo ya wakazi wa Namtumbo. hii ni kama kwetu sehemu ya ajira, tumeisambaza katika wilaya ya Namtumbo kuwaletea mazao yenye masoko kwa wakazi wa Namtumbo wilaya mzima ya Namtumbo waone kwamba chama kikuu cha ushirika kimeona kime, yani, kimeamua kuungana na wao na kuwaunga mkono kabisa kwamba kazi wanaifanya ni kazi, ni sahihi na walichotuchagulia sisi ni hicho. Akitoa salamu za mbunge wa Jimbo na Namtumbo na Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Zuberi Homera, mwakilishi wake Mwalimu Saidi Homera, amewahimiza wakulima wa kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana na serikali ili kuinua uchumi wa wilaya hiyo tujitahidi kwa nguvu zetu zote na uwezo wetu wote, tufanye kazi ya uzalishaji mali na hasa mazao yetu ya kimkakati: tumbaku, ufuta, soya na mbaazi. Haya mazao ndiyo yatakayoinua halmashauri ya Namtumbo kwa kipato cha mtu mmoja mmoja, lakini pia halmashauri yetu itaweza kupata ushuru au pato la ndani. Tusije wananchi tukabweteka umepewa hizo mbaazi ukazifanyia vingine au kinyume chake. Itakuwa si sawa. Nao baadhi ya wakulima wa wilaya ya Namtumbo wameishukuru serikali kwa kuwapatia mbegu bure na kusogeza huduma ya mbolea karibu na wananchi wakisema hatua wa hiyo itapunguza gharama za uzalishaji na kuongeza tija kwa mkulima. Aitwa Asedi Kaporo. Mwenyekiti wa Namtumbo wa mkosi, nimelichukuliwa kwa uzuri kwa sababu kilimo chochote kinataka mbegu nzuri, yaani ili uweze kufanikiwa, natakiwa mbegu zilizo bora. Kwa hiyo tunaamini hicho ambacho tumepata leo kilicho bora, na tutazalisha mtu bora. Kiuhalisia mwanzo tulikuwa tunajitegemea si wenyewe, tunanunua kutoka makampuni mbalimbali na kiuhalisia kwa baada ya kusema tumepata hizi mbegu nafikiri tutazalisha zaidi yangu. Hussein Rashidi Sampali au bwana Mpanchi kwa shukrani sana kwa Mwenyezi Mungu, na pia kwa Daktari Juma Homera kwa kumpa wazo la kurudi Namtumbo kuomba nafasi ya ubunge. Cha pili ninavyotoa shukrani kutokana na kwamba adha hii ambayo inatufikiria sisi wana Namtumbo huku nyuma tulikuwa tunaipata pata, saa hizi ametuweka katika nafasi ya kwamba ametupunguzia misongamano ya kwenda Songea na kubaki hapa Namtumbo. Cha kwanza natoa na na shukurani changamoto tulikuwa tunalipata huko nyuma. Huko tulifika mahala, mtu utakuta una shilingi elfu kumi kwenda kuchukua mbolea Songea unashindwa. Baadaye unafika mahala, unaagiza tu kwenye magari kwamba mnilete mbolea nyumbani, na nauli ndio hivyo tena, bado kunapata adha ya chakula. Mtu mwingine anajitahidi kwenda mpaka, mpaka Songea anapata shida ya chakula, hakuna. Lakini saa hizi tuna nafuu, tukifika Namtumbo kwanza, tuna ndugu zetu hapa hapa, tunaweza tunapata chakula kwa jamaa na ndugu, tunapata mbolea na unarudi nyumbani. Pia tunamwomba atupunguzie bei ya ruzuku ya mbolea iwe chini kidogo, ili kipato chetu kiweze kuwa na tija zaidi katika vilimo vyetu tunavyoweza kuvilima kama jitihada yake aliyefanya kutuletea ya mbolea. Pia atupunguzie, atupunguzie bei ya, ya mbolea ya ruzuku, aendelee kutupunguzia kidogo. Na viongozi wa serikali nao awasiliane seri nao wao pamoja kuweza kutupunguzia mbolea hii ya ruzuku. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia tunamshukuru sana sana sana mbunge wetu Daktari Juma Zuberi Homera kwa jitihada alizozifanya. Kwanza kwa usimamizi makini tuna, wananchi tumeweza kupata mbegu za ufuta, lakini pia leo hii tunapata mbegu za mbaazi. Kwa kweli jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, ametupunguzia sana adha ya upatikanaji pia wa mbolea. Kwa usimamizi wake, leo hapa mheshimiwa mkuu wa wilaya amesema kwamba tayari mbolea itapatikana hapa Namtumbo, tutakuwa tufuatilie tena mbali na hapa Namtumbo. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu na tunamshukuru sana kwa uwezo wake kwa kuwaweka viongozi hawa katika nafasi hizo, tunaweza kusaidiwa namna hiyo. Hii ni Toka Zamani Tv. Kwa taarifa zaidi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Tufuate pia Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani Tv kila siku. Kwa Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikuwa kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Foti Johana Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kuwa kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose Nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka mitano. Fort Johana dake and nasal School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615.